Masala yaliyoko hapa si masala ya kujinasibisha na Uislamu peke yake, ni sababu ya hakika mtu ajinasibishe na awe na uhakika na njia aliyoshika, wala yumkin yumkinu hadha illa bil ilm nafi, na hili huwezi kulipata nguo kwa elimu iliyo na manufaa. Lakini ukitegemea elimu yenye manufaa kwenye jamaa za Tabligi, imekula kwako. Maana wao ya mola ilmu kwanza wanapiga vita wao, dauman kuimiza watu watoke Watoto wakalingania wa dini wanakwambia. hmm? hmm? hmm? hmm. hmm. <tutu tutu> mfano wa mtu anayetoka akalingania dini mfano wake ni <tutu> <ya dini. tutu> mfano wa mvua. Mvua inampata mtu popote alipo inamtikia mpiki, ina kumneemesha na, <tutu> eh, na kumfidisha. Lakini mfano wa mtu ambaye kwamba ameketi kwenye kiti kama hivi anafundisha watu elimu mfano wake <tutu> ni kama mfano wa kisima kisima yaani kwanza, maji yake yako kula chini, unaweza kuwa huko hapa juu na maji unayaona yale pale, na ukafa na kiu. Unaona bwana, kwa nini? Ili uweze kuja ufanye nini? Uwe na kamba au na kamba ile, kopo lile uvute. Tena ukifanya mchezo nawezalika katika njiani, ukaondoka bila maji. Kwa hiyo, taratibu uvute mpaka mwisho huko dipo apatamajo huko, alhamdulillah Taylor. Tena we peke yako au nah, nah, kama nah, kuna mtu mhurumie, umpelekee hiyo. Ndio hali ya shekhi ambayo kwamba ameketi afundisha watu dini, mpaka afanye kuja mtu aketi asikilize ashike kwenye akili, tena pia kajua peke yake hapo, unaona no, no, kumfidisha no. mwenzake paka akamkute huko amlinganie, lakini nah, nah, nah, nah. Wale wanaotoka wakalingania dini wale ni kama mvua hmm. waitake chakuchata uitake unayo, sio? Wanasema wale ndio muhimu zaidi. Naona hii ni mifano inapigwa na jamaa za Tablighi na ni mifano ambayo wanawapa zuhudi watu wasishughulikie sana elimu, ili waangalie yale ya kutoka kutangaza dini. Ndio unapokuta mtu ameokotwa hapo sokoni jana tu, leo tayari nayasimama naya. Wewe jana tu ulikuwa mlevi, leo unaongea nini? Eh, wahakadha kayo Sheikh hafidhahu Allah taala asema

Allafu fiha mutawwalat wa mukhtasarat, katika hili wametunga vitabu vipana na vitabu ambavyo vimekusanywa dirasa ya madhhab ya salaf, lengo na madhumuni ni ili waweze kuwafundisha watu madhhab ya wema waliopita. Wal inaya tibi na kutilia muhimu katika hilo, wat tamassuki bihi, na kuweza kukamatana na hiyo maana, hadi wa sara alayh, na kwenda na hiyo manhaj, fal mas'alatu tahtaji ila ihtimam, mas'ala haya yanahitaji kutiliwa muhimu zaidi la siyama ma kanu dhulam wa dhalal, pamoja usipokuwa huu wakati ambao kwamba giza limetanda na upotevu umeenea, yahitaji l-muslim ila nur islam, anahitaji nuru, anahitaji taji mwangaza, yasiru bihi fi dhulumati baada ad-dalal, baada ya kuwa anatembea na nuru hiyo kwenye hili giza la upotevu, wal jahalat, na mambo ya kijinga.